Usiniguse ukanitia najisi. Sitaki! Tasha, mwanangu, Zawadi ndio mwanamke wa future ya maisha yako na ndio mama wa watoto wako, sio hii takataka, hii taka. Lakini mama, nimefanya mengi, jamani, naomba mnielewe, mmenichukulia vibaya mimi. Mengi gani uliyoyafanya wewe? Umenilisha haramu mimi kama ningekuwa najua pesa zako zinatoka wapi, nisingethubutu kuchukua hata senti moja. Sio kweli mama, mi naomba nikuelezee. Sio kweli. Wewe huna <laughs> chochote ambacho unaweza ukaongea sisi tukakuelewa hapa, na usisahau hata shetani huja kama malaika. Kwa hiyo hayo machozi yako hayawezi kubadilisha chochote kile hapa. Nisikilize kwa makini, huyu ndio mtu pekee aliyekuwa anakupiga wewe kula za ndio, leo hii amekili kwa kinywa chake kwamba hapana. Kwa hiyo mimi sina kauli yoyote hapo. Kuanzia sasa hivi mimi na wewe basi hakuna uh -uh. Mama, hey, sitaki kuguswa ukanitia najisi, ni nasema bari. Hivi sitaki kukusikiliza, nikusikilize nini? utumbo oh, wako o oh, ujinga wako uchafu oh, wako kesho, ahera kwa Mungu utakwenda kuongea nini so, <laughs> Naomba leo iwe mwanzo na mwisho kukanyaga kwenye nyumba hii. Wewe ni kiroboto unayefyonza damu ya mtu, alafu hauonekani hata ukitafutwa. Kwenda sikilize basi mama. Ah, ondoka, nimekuambia ondoka ndani ya nyumba yangu naa nil... Kwako mimi ndio nilikupokea, mimi ndio nilikukubali kama mkamwana wangu, sikujua uchafu wako. Nimegundua kila kitu kukuhusu, kwa hiyo ondoka, sitaki nikuona unakanyaga hapa A wapi huyu eh, lugha ni moja tu Kiswahili, kwa nini unashindwa kuelewa? Huyu sasa, ole wako, uendelee kumpicha kwenye hii. Ni chikisi kitakuwa halali yako. Nitakuua, niambi, nitakuua.